Unasikia mandugu zetu wadogo wanasema shemeji ni mboga. Vipi zetu wanalola ndugu zetu ambayo tumewaacha huko mashinani, hata wacha hivyo, pia wanakuwa na uhusiano na watu wa bodaboda. Mama anasikia bodaboda za toka usiku, anaambiwa alikuwa ananiletea maziwa, alikuwa ananiletea, so wanaume wanateta because we want our wives karibu na sisi, lakini hao mama wetu mm -hmm. Wanataka ma, ati mwanamke ambaye anakaa mashinani ndio mwanamke mm -hmm. na shemeji na tunaambiwa, shemeji shemeji, ni mboga. Ai, sasa wanawako huko mashinani wafanye nini? Walile mboga? wanasaidia bo, wa, wa mama kazi i ulinioa mimi niende nikamsaidia mama yako ndio mama zetu. exactly. sasa, sasa wewe mwanamume unatakikana kuwajibika una, una, yes. una decide yes. unajiolea bibi yako ama unamuolea mke wako mm. unamwolea mama yako yes. Okay, families belong together, okay. Na hii mambo long distance relationship mololo mm. Already ukiishi na mtu kila siku kuna stress fulani na kuna migogoro mingi. Yes. Mkiwa distant mm. Connection yes. Itapungua, itakuwa hafifu yes. Alafu pia mtakuwa na vita mara kwa mara. Yes. Okay? Mm. So mimi advice yangu kubwa nitasema yes. Mke wako si jembe, huku mwoa ende akalishe ng'ombe na kuchota maji, uwe na yeye ye karibu na no, usiniambie, tunaenda every weekend, naenda every weekend no hii Kenya si kubwa sana yes. Families belong together. So we bring them. Kwa nini hawa mama wanadhana hizi kuwa howa mwanamke akuje kunisaidia mm. na yeye hakuna mtu yeye akusaidia mtu ya aliishi na baba yetu Nairobi mpaka ziku za retire. Hizo ni zama za kale kabisa, bibi anaolewa naacho, na achwa nini? ukiwa uko mahali kazini Ndi. kama Somalia na kwingine kokote yes. watozoni huwezi yes. kupeleka familia yako mm. nitakuelewa, okay. Unaelewa? Yeah. Lakini uko hapa hapa tu yeah, unafanya kazi Kawangware yeah. Bibi yako ako Kakamega, yeah. Busia, Bungoma, eh, yeah. ama ni wapi Maragua? Hakuna, yeah, yeah. Hakuna kitu kama hicho, hakuna kitu kama hicho. Families belong together, tujenge nyumba pamoja mimi na wewe kama, mimi kama mke wako, tupange mambo yetu ya kifamilia pamoja mm. Si wewe na mamako. Na kwa nini mamako adecide mimi niishi na yeye, si akona bwana yake? Unataka mke wangu ndio sasa umuuze kwa watu wa bodaboda boda. Hey, unaletea kwa maziwa na mkate wa bure nzo. Hizo pikipiki kutoka kwa boma maziwa. Maziwa kila usiku. Maziwa. Kila usiku. Maziwa. Kila kila usiku yangu. Maziwa. ni ni, no, no, no, no, yeah, no, kama mama ananitaka yeah, mke wangu akamsaidie. I expect her alinde mke wangu